Swali la kwanza kabisa ambalo ningependa kwako mtazamaji na mfuatiliaji wa Entertainment Exclusive Interview hii liende moja kwa moja kwa Young Lunya, tueleze historia fupi ya OMG. Uh, OMG, uh, ni kundi ambalo limeanzishwa na Messin Selector, yaani fo, nini, yani founder wa OMG alikuwa ni Messin Selector uh, ilikuwaje Messin Selector alitukutanisha sisi kama yaani unajua Salmin Swaggz alikuwa yuko Arusha. Country Boy alikuwa Morogoro, mimi ndo peke yangu nilikuwa Da. Kwa hiyo Messi ni kwanza is genius. Aliweza kufikiria kwamba nikimchukua mtu fulani ambaye yuko Arusha anamjua, nikimchukua mtu fulani yuko Morogoro na nikimchukua mtu fulani yupo Da nitakutanisha kitu fulani nitatengeneza bomu, yaani ambapo nikilitupa popote linalipuka, yani unaona? Kwa hiyo TNT man, you know. Kwa hiyo Um, akapiga aka simu akaniambia mimi kwamba natengeneza kundi. Nikamwambia fresh ya mean. Akaniambia bwana, nitakutajia watu ambao natengeneza nao kundi. Poa, akampigia Salmine, akaongea naye pia, akampigia na Conboy, tukakutana studio, akaeka biti tukapiga mambo, na katika kupiga mambo katoka kitu cha hatari. Kwa hiyo tukagundua tuka wenyewe kwamba kuna chemistry nzuri kati yetu, kwa hiyo tukaona form tukundi yeah. Kitu cha hatari ambacho kilitoka kilikuwa kitu gani na kipo wapi mpaka sasa hivi pengine kama kimefika kwa mashabiki? Kitu ambacho tulikifanya kwa mara ya kwanza kwa Mesi ni, ni ngoma moja kali sana ambayo hatukwahi ku release yani ni unrelease. Ya. Kwa hiyo ipo. Ipo. Yani mipango yake ipo yani naweza akaipata kwenye album. Yeah. Tu tumie tu tumie kwa, tu tumie kwanza kwako Salmin Swage. Tukizungumzia mmefanikiwa mlifanikiwa kuvunja rekodi ya mauzo kupitia Wasafi.com ili kuaje kwanza? Uongo um, na umbea wakati tumeitoa um, ndani ya masaa machache tukaambiwa kwamba automatically unajua mashabiki wanasikiliza kazi zetu eh? Sisi tuna amini, tuna mashabiki umeona, tumeachia ngoma tumeipeleka Wasafi haijamaliza hata masaa matatu ikaenda namba moja, kwa hiyo inaonyesha jinsi gani mashabiki wetu wanatukubali na walikuwa wanasubiria kazi zetu kwa, kwa, kwa udi na uvumba, uongo na umbea, yeah. Idea ilitoka wapi? Uongo na umbea idea ilikuwa hapa pa studio Switch. Um, usiku alifanya kazi Rufa kagonga biti, tukafikiria tukasema, hili mmm, biti mbona baya? Tukakaa akasema basi, ngoja mimi nita edit asubuhi. Tumeamka tumekuta tayari Rufa ana, anaongezea vitu mm, eh, kwenye biti tukasema, eh bwana, hii biti mbona kali sana, afu kwa nini tusifanye inakuja idea moja, kwa nini tusifanye hichi kitu? yeah, ndio ikaja idea ya uongo na umbea tukafanya founder wa, wa OMG alikuwa ni, ni Mason Selector. Wakati huo Young Lunya ndo alikuwa mjini hapa da. Wewe ulikuwa ulikuwa chua rachuga, wewe ulikuwa Moro Town wakati unapata hizo taarifa za kuwa kuna kundi ambalo linaanzishwa, ulizipokeaje taarifa hizo? Nilikuwa kwanza sijui, kwanza kitu gani kinachokuja kufanyika, si unajua yani, nilipigiwa simu like usiku sana hivi saa sita kama sikosei, mse akaniambia wewe ni conboy Kesho asubuhi nakuhitaji Dar es Salaam hapa ntakucheki, uje, kuna project nataka tufanye. Kwa hiyo straight up asubuhi imefika nikajiandaa, nimekuja da, kanipokea, tumeenda studio, namkuta Salmini na Lunya, yani aino ya kama ntakuja kukutana na watu wabaya yani. Yeah. uliwahi kuwajua before Young Lunya? Nili, nilikuwa nafahamia naye of course before yani. Nilikuwa nikijaga huku kufanya harakati harakati hivi na nakutana nao nini kama rappers ambao tunafahamiana kutoka mikoa tofauti tofauti yeah. It was my homies, eh? Kitambo sana pengine, kwanza utuambie kama uliwahi kufikiria kufanya muziki kama kundi. Uh, mara ya kwanza nilikuwaga na group yangu huko Morogoro lakini hatujapataga nafasi ya kukick yani katika mainstream, au sio, lakini baadaye kwa sababu najua hii tunatafuta maisha na ni vitu kama hivyo tuna haso wanangu wakanibariki, wakaona wana kwamba if mesen amekucheki ana project anataka ufanye naye manake there is a future hapo, au sio? Ukifanikiwa na sisi uta, au sio? Kwa hiyo nikaja huku nikajikuta nimekutana na family nyingine ambao ni tuna click pamoja na nawapenda, tunapendana, unajua zile, na nguvu ipo. Kwa hiyo nilikuwa hicho kitu kipo toka before yani tatizo ambalo lilikuja kutokea ili hapa, utanijibu Salmin Swag, kitu gani ambacho kilifanya mkatibuana hivi na mka, mka hivina, na Quick Raka? Um, of course sisi hatujawahi kutibuana na Quick Raka, sema kulikuwa kuna misunderstanding tu to... Unajua, by the time kina Lunya walikuwa anakaa na Country Boy, kulikuwa kuna maneno yanatoka huku yanaenda huku yanaenda huku yanaenda huku yani maneno fulani yana, yanaenda ambapo hapatakiwi kufika. Umeona. Am, ya, ni maneno ambayo sio mabaya yanaenda mahali ambapo hayatakiwi kufika, mwisho yakafika mahali pakubwa zaidi, ambapo ikawa beyond limits. Sasa huwezi kuyazuia anymore, kwa hiyo ukatokea na mtafaruku kidogo, watu wakafarakana, maneno yakaruka hapa na pale, lakini we good. Kabisa. Founder group alikuwa ni Mason Selector lakini founder wa jina la OMG alikuwa ni nani? Founder wa jina la OMG alikuwa ni Quick Raka. Yeah. Ilikuwaje? Um, by the time tumetoka kwa Mason, tulikuwa tunafanya tu kazi, tulikuwa hatuna jina maalum, tunafanya kazi nyingi, tukaja tukatana na Rufa tukafanya naye kazi nyingi sana, ikafika stage kwamba inabidi sasa tuachie ngoma, lakini tunaachiaje ngoma kama hatuna jina Tukafikiria zamani tulikuwa tunajiita Clark R6. Jina moja gumu sana ambalo kila mtu akilisikia anasema bwana, jina lenyewe gumu hilo, kwa nini msijiite kitu fulani simple tu? Tukasema bwana, sasa ukisema simple sana inakuwaje? Tukafikiria tukampa idea Kraka kwamba bwana, bro tunataka tuachie ngoma lakini hatuna jina inakuwaje? Akasema ngojeni. Nina jina moja nalo kichwani lakini siwezi kuwapa mpaka ni confirm na mtu kwa sababu tayari BASATA na kila kitu da nah. Akasema kesho ntawapa jibu. Tukalisubiria, tumelisubiria kama wiki hivi, at the the end of the day ndo akaja akalitoa akasema, bwana nyinyi mtajiita OMG, ambacho kirefu chake ni oh my God, kwa sababu ngoma zote mnazofanya, yani kila kitu mnachofanya amazing. Ni amazing kwa mtu akisikia like oh my God, unajua ile, yeah. yeah, you should call yourself that. Na hilo jina pia mtu ambaye alikonfirm naye ni na real Yeah. Kama ilivyokuwa Uongo na Umbea ile ilikuwa amazing kweli kweli. Bana, big up kwenu. <laughs> Shukrani yeah. yeah. yeah. sana. Tuje kwako Young Lunya tuzungumzie harakati zako, mara kwanza kabisa, mimi nakuona na nimekuona muda mrefu sana ukiwa unapiga zile back vocal ukimsindikiza Country Boy. Umetumia muda gani yani kumsindikiza Country Boy nyuma stage? Country Boy kwanza kabisa, ana back vocal wake. Mimi sikwahi kwa back vocal wa Country. Country, mimi nilikuwa naishi naye kama bro ni brother yangu yaani. Kwa hiyo nilikuwa, kwa mfano, akikosa back vocal, ina maana lazima nipande nimpigie back, kwa sababu ngoma za Country zote mimi nazo kichwani nazijua. Kwa hiyo ile ilikuwa pia ni harakati, njia moja ama nyingine, ya mimi mwenyewe kutafuta njia yangu Nilikuwa najiongeza nikitembea na country, nakutana wa na watu wengi wakubwa kwao. Nikikutana na wale eme, watu wakubwa mimi najiongeza bwana mwenyewe msanii hivi na hivi hivi na kwao, imenikuta hata OMG imekuwa rahisi pia kwe, kupata nafasi kwa sababu tayari mimi nilikuwa na connection za watu ambao nilikuwa nakutana nao, nilikuwa nazitengeneza. Kwa hiyo kitu ambacho kimenisaidia sana katika zile show za country kupanda naye nini na nini ni hivyo, kwa maana nilikuwa napata connection kwa watu wakubwa. Kwa hiyo hicho ndo nilichokipata zaidi. Unazungumziaje mchango wake katika sanaa yenu katika kundi lenu na katika wewe mwenyewe personal? Yani, ni nikakutana na Rufa na mimi nikawachukua wanangu nikaja nao hapa, tukakutana na Rufa, tukafanya kazi and for us yeah Conboy, vipi kwanza tuambie gari mmepata? Gari bado mwanangu. Sema sisi Wanyamwezi tukipata si unajua. Lazima mji mzima anielewe kwamba tumepata yeah. Yeah. Kuna wakati nazungumzisha na kupata gari naona unacheka. Naona unacheka, kwa nini unacheka mzee? uh, Mimi nafurahi tu kwa sababu so far tujapata gari, lakini tukipata watu watajua, kwa sababu tulikuwa tuna plan ya kufanya remix baada ya kupata magari. Kwa <laughs> <Yeah. laughs> maana nilikuwa nacheka kwa sababu ni... hiyo ni exclusive. Watu hata wajui kama tungefanya remix yani kupata gari mkipata gari la OMG au gari kila mmoja personal personal, of course at, at, um, mi sidhani kama Country Boy anaweza akapata hela kunua gari akanua ya peke yake, haiwezekani. Hata subiri kwanza, dai wote magari basi tufanye remix, bonge moja la remix, afu, trust me. bonge moja moja la la trust me remix <laughs> Okay, kutoka kwa, kwa Manson Selector, mpaka sasa hivi mpo switch hapa kwa Quick Raka official, manager wenu ni nani? Swali moja kwa moja kwa Young Lunya, kwa sababu yeah. Sahivi tuko chini ya Switch Music Group ambayo inashikilia Switch Records, Switch Entertainment na sisi wasanii ya OMG yeah. Mchakato wa kufanya wa kufanya kazi na, na Mensen, pengine ajahisi kama mmemkimbia, anachukuliaje? Yani nini kuwa ukwe. Mensen ametupa baraka Kumbara. Mimi hichi kitu nimekifom, nataka mfike mahali unajua eh? Kwa hiyo kokote tutakapoenda n na sio kwamba na mind, kwa sababu tumefanya naye kazi nyingi, naye pia zipo kazi nyingi tutakuja kuzitoa baadaye, muda tu ujafika. Kuna ngoma zingine ni kali kiasi kwamba D mwenyewe ameogopa kuweka logo nani kaogopa kuweka logo? Mwenye, mba, da, bwana, kwanza logo mwenyewe bwana yeah. Kwanza hii Nasubiri kitu gani? Ah, inawezekana baadaye kafika mbali zaidi. Unajua? Mm. So, nini kama OMG mna jumla ngoma ngapi, ukiachilia mbali hizi mbili ambazo tayari zimeshakuwa released official. Swali moja kwa moja kwa Conboy. Ah, bwana, hilo swali sijini, nashindwa kuhesabu nashindwa kuhesabu, yani kwa sababu hujue, ni ngoma nyingi sana yani. Tukitaka tuachie albamu hata leo, tustuke, tuachie albamu tunaweza tukaachia hata albamu tatu nne, kwa sababu tuna ngoma zaidi ya sitini, yani sio kujisifia, kwa sababu unajua hii ndo kazi yetu na hiki ndo kitu ambacho kimetufanya tutoke mikoani kwetu tuje hapa. Lunya aache shughuli zake zote afanye, Salmini aache shughuli zake afanye, ni kazi yetu kabisa. Kama watu wengine wanavyoamka asubuhi wanavaa tai, wanavaa suti wanaenda kazini, sisi like each and every day lazima turekodi. Tuwe tuna idea. Ngoja tumsikie Salmini Swahili. Nikisema niongezee point ya Conboy kwamba kwamba OMG tuna ngoma ngapi yaani the way sisi tunavyofanya kazi. Ni kama watu wengine wanavyoenda kazini kwamba unaamka asubuhi saa kumi na mbili unaenda kazini, unaingia saa mbili, unafanya kazi masaa kumi labda, yeah, ndo sisi tunaingia studio kila siku. Hata kama una idea unakuja tu studio like unasikiliza beat ya unapata una hata kama hauta rekodi siku hiyo, lakini unaandika kitu siku unakuja unafanya kazi yani it's like that everyday kwao. Tuna ngoma nyingi sana kwa, kwa kufanya kazi kama, kama, kama kundi. Hapo kwanza niwapongeze kuwa na ngoma zaidi ya s ni, ni, ni nitu ni si fantastic au amazing, yani kitu fulani hivi kikubwa sana unajua. Pongezi sana kwenu. na mna michakato gani sasa katika kuhakikisha hizo ngoma mnazi release au ndio ile mpaka mkae mwache moja moja au ndio ile mtatoa kwa labda kila mwezi mna mpango wa kwanza kuachia hivyo? usuli wetu kwanza, tunaweza tukafanya ngoma miaka mitatu nyuma, ila tukaitoa mwaka huu ukaisikia ni kali. kwa sababu uongo na umbea tumeifanya miaka mitatu nyuma, umeona umeona, lakini mpaka leo tumeitoa mwaka 2017 na bado inabamba, umeona kwa hiyo, kila ngoma tunaifanya, tunahakikisha itacheza na yani, itakuwa ni li, ya, lifetime, umeona, ni classic, yani, itakuwepo muda wote ni yani, maisha. Kwa hiyo hizi ngoma zote zitakuwa released li, hakuna hata ngoma moja ambayo itakuwa released li, iwe kwenye album iwe kwenye nini, lakini lazima zitatoka. Tutazichanganya nyingine kwenye album, kuna nyingine zitakuwepo, zitatoka hata elfu mbili na ishirini, lakini na kuhakikishia zitakuwa ni kali na nitakwambia hii ngoma tuli tulirekodi mwaka 2017 kipindi tunatufanyia interview lakini tumeitoa mwaka 2020. Yeah, big up sana kwenu. Ulisema kwa mfano, kwa mfano kitu gani? Ah, <laughs> nilikuwa nataka niongezee point ya Young Lunya kwamba uongo na umbea imefanyika miaka mitatu iliyopita, yeah. Yeah. lakini still bado ni classic kama imetoka mwaka huu, lakini inaonekana ni ngoma moja mpya imefanyika, hata before nikipata gari yeah. Yeah. Alafu ndo jina la OMG ilipotokea kwa sababu kila kazi tunayofanya ni classic. Kwa hiyo hata tukifungulia folder la OMG lina, lina, lina zaidi ya nyimbo 80 na kitu, lakini zote ni classic. Mnapofanya kazi kama kundi, unajua lazima kunakuwa kuna pengine kuna misunderstandings. Leo sijui kama nyie mmewahi kutokea mka mess up na vitu vingine kama hivyo na huwa mnatumia means gani kusolve? Swali moja kwa moja kwa Conboy unajua hivyo, kwanza ni kawaida kupishana. Unajua, inabidi kwanza tuelewe mapungufu ya kila mmoja wetu kwamba Salmini nitaelewa mapungufu yake, ataelewa mapungufu yangu, nitaelewa mapungufu ya Young Lunya, na jinsi gani tunaweza tuka tukawa tuka, tuka, tuka nguo kwa wenzetu, unajua kustiriana na vitu kama hivyo, kue, kueleweshana na vitu kama hivyo. Kwa hiyo tunapokosea na kuwa ni mwepesi kuwasikiliza wenzangu nilipokosea na kujirekebisha, sio kubishana na kugombana tu, na hisi iko ndio kinafanyaga kina sana watu wa wafikiege pointi mbaya kugombana gombana na vitu kama hivyo, ni kuelewana na kukubali mapungufu na kuwa na lengo moja tu kwamba kufikisha OMG kwenye map, au sio? yeah. na mikakati gani ya ku ya kurelisi ngoma nyingine na ni ndani muda gani? baada ya muda mfupi, siwezi kusema mwezi au miezi miwili au, ila muda mfupi, kuna ngoma itakuja Tunapata burudani kwanza, by the time by the nini by the nini. Sasa hivi ni time ya freestyle. Nani tuanze naye? Mic ilipotokea nafikiri yeah. uh -huh. yeah aha aha aha, mic cheke one four, yeah, ni bounce ni bounce, yeah, utaskia yeah, na mtoto mkali kala chepi bros jini vansi yeah, Kitambo nipo street sitoki kama swag bwana Salman, yeah utaskia, na na boy you know mini chaff nigga buff kuna brown chick, yeah, ah. Na kama ipo sit kwa naweza kuchana, mtawaficha zana oo. Na kama iko kwa beat na kashindwa kuchana, yeah, utazomewa zana oo. Na kama unaishi street na kashindwa kwa street na my real niggas ambao tuna keep real, na kwanza kucheka cheka kuto nashinda kungama kama gay nigga, mjika leo get shot nigga tu tu tu, tu. Kuimba kama mimi pia wezi tunakuja. Ah, okay oka, uh. All right ah, uh. I can feel it ah, uh.

Ye yeah. Uh, nikichomoka maskani najiona, niko vitani, naweza kuona nutani, maana atavita nifani. Tangu tunaenda kwa bani, zile cd tuna bana, alafu tunarudi nyumbani, hakuna cd player leo. Nimetoka niga, nataka play fair, how fair shopping zangu ni may fair, nikishtuka chai zangu ni prote, niko na machiso please, I don't care

kwenu mjue nimependa vile mnavyo isubiri beat afu mnatembea naye yeah. Msanii gani yeah, ambaye wa hip hop mbe mnamkubali sana na mnawishi kufanya naye ngoma? wengi sana wengi yani wengi eni karibia wote bongo wakali, lakini kwa hiyo tunawishi tuna kufanya kazi na wasanii. Kwa kugusia Jio makini eh, tuseme weusi kwa ujumla tunawishi kufanya nao kazi na wasanii wote wakali wabongo ambao ni wakali Roma eh, O, Country Boy, tushafanya tushafanya naye ngoma nyingi, sema lakini tukifanya nyingi, sema lakini wasanii, kuna wasanii wengi kuwataja wote ni wengi, lakini katika hizo jumla ya ngoma zaidi ya 60 ambazo tayari sasa hivi ziko mezihifadhi hivi kapuni na mnasubiri kuziachia msanii gani, au nyimbo ngapi ambazo mmewashirikisha na nikina nani? Pengine tutegemee vitu amazing kama kawaida yenu um, Wapo wasanii ambao tumefanya nao kazi, kuna mauasama kuna of course, kuna wasanii wengi, sio wengi sana, lakini hawafiki, hawazidi watano. Kuna Dully Sykes, yeah. tumefanya ngoma nyingi na, na plani kubwa ya kwenye albamu yetu, kwanza tulikuwa tumeplan tusifanye n, yani isiwe na featuring kabisa. Kwa hiyo ngoma nyingi tulikuwa tumefanya wenyewe, ndio maana hakuna listi kubwa ya wasanii wakubwa ambao tumefanya nao kazi yeah kwenye, kwenye game sasa hivi ninyi kama wasanii ambao ndo mnaanza lakini mna, mna, mnafanikiwa yani kufanya vitu ambavyo ni wonders mna mikakati gani kuhakikisha kwamba kila kitu kitazidi kwenda kama kilivyoanza? Uh, kwanza kudumisha upendo, au sio, na juhudi na kuwa na discipline. kama tulivyokuwa tunaanza before, yani wakati tunakutana ile discipline ambayo tulikuwa nayo, juhudi ya kazi, vision ile ile, au sio, ni kuiongezea tu basi mi nahisi hicho ndio kitu kikubwa sana ambacho kinakufanya kina mtu zidi ku maintain. Yeah. Kwa hiyo ni kuongeza tu juhudi katika kazi zetu, connection ziongezeke za kutosha, makali ngoma kali za kutosha, au sio, discipline na vitu kama hivyo kustay humble and all that, hilo yeah. Ningependa unaipenda, naipenda sana OMG, natatua hapa OMG, for life, for life. <laughs> Yeah. Kwa hiyo wetu ndio naiwakilisha, wengine bado hawajachora. Hamna. Wengine tunazo lakini tukianza kuvua hapa inakuwa sio, inategemea kachora tatu ya nini namaanisha kitu gani pia? Au sio? Basi niwashukuru. Neno la mwisho kwa mafansi wenu, nimpe nani chance hii ya kulitamka um, mimi nafikiri mashabiki wetu um, waendelee kutusupport alafu pia wategemee video moja kali sana ya Uongo na Umbea. Yeah. Ndani ya muda gani Uongo na Umbea video itakuwa tayari? Ewan, muda mfupi tutatoa tu taarifa, kwa sababu taarifa zetu zote tunazitoa online katika katika mitandao yetu ya kijamii. Um ukiingia kwa mfano kwenye mitandao yote tunatumia at OMG Tanzania yote, Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat. Yaani kokote ni OMG Tanzania basi yeah. Eh, bana shukrani sana. Ni walike tukutane Vunja Bay kama vile ambavyo nawalika watazamaji wenu ambao wanawafuatilia sasa hivi. Pale Mbagala za KMDA Live Vunja Bay 19 discount ni asilimia hamsini, bei ya trouser 19, 15 t-shirt 23 ni simple raba kali kabisa. Cheni pia zinapatikana. Is your best presenter Kelvin Shayo at Shayo TZ tukutane Instagram. Nyuma ya kamera much respect to my big director Amani Madeba. Have a nice time. Enjoy.